Tumepewa hizi nafasi za uongozi ili tuwaongoze ili tuwasaidie wale walioko chini yetu, tusiwe vikwazo. Naomba nirudie tena, tusiwe vikwazo. Wewe kama mkuu wa shule, haipendezi sana kila unapoonekana mwalimu wa taaluma anatafuta njia ya kupita tofauti, yaani wewe ukiingia tu, jamaa anasema kaja anapita njia tofauti ili msikutane. Hii huo hautakuwa uongozi wala utawala bora. Walete karibu watumishi wenzako. Leo unacho hicho cheo, kesho hakipo, si ndio? Tuvilinde hivi vyeo vyetu kwa kufanya kazi vizuri na watumishi walioko chini yetu, lakini pia kufanya kazi vizuri kwa wanafunzi ambao tunawasimamia, lakini kuwa na mahusiano mazuri na wazazi. Wewe usiwe sababu ya mwingine kukosa tabasamu. Nirudie tena, wewe usiwe sababu ya mwingine kukosa tabasamu. Niwaombe sana, tukajenge matamanio ya watu wengi kuona kwamba serikali yetu inawasaidia na ina manufaa makubwa kwao. Niwasihi sana, tusigeuze huduma za elimu hii kuwa biashara. Mtu kama anahitaji huduma, tumpe huduma kama inavyotakiwa. Najua baadhi ya wazazi wanawashawishi kuwapatia nafasi kwa kubadilishana na vitu fulani, fedha na nini, lakini hivi ninaomba tuviache, tufanye kazi objectively. Kumhamisha mtu, kumpokea mwanafunzi ni lazima akuangalie usoni. Ninaomba hili tuliache. Kama alipo kuna mtu anafanya hivi, ninaomba sana tuepuke haya masuala ya rushwa. Na kwa upande wa eneo hili la elimu, Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyosema hapa kwa siku ya leo, tuna takribani wakuu wa shule mia tatu ambao wana jukumu la msingi la kusimamia malezi ya walimu zaidi ya laki moja. Hivyo wana jukumu la kupeleka tabasamu kwa walimu zaidi ya laki moja, lakini hao walimu wana jukumu la kupeleka tabasamu kwa wanafunzi zaidi ya milioni tano kupitia kile ambacho wanakitekeleza katika mazingira ya shule na hususan ni kuhakikisha kwamba wanasimamia malezi.